Yes, kwa upande wa mastaa imekuwa ni kitu kigumu sana kuweza kukaa na watu kupiga story katika mitaa ambayo pia tumekwisha kuizoea, na hii imeweza ku, e, kumfanya mpaka Chris Brown kuweza kufunguka kuhusiana na swala la yeye kuwa e, ustaa wake pia umekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo pia vinaweza vikamsababisha mtu kuweza kukaa tu ndani na kuweza kufanya vitu vingine naaya ambavyo vinahusiana na maswala mengine. So, ame, amefunguka kusema kwamba jambo ambalo e, linamfurahisha sana kwamba kwamba anapenda hasa anapokuwa katika miji mbalimbali kujihisi kama mtu wa kawaida. Hili ni muhimu sana kwa afya yangu ya akili, kwa sababu siwezi kutembea hovyo wakati wa mchana kama watu wengine. kuniweka karibu na uhali, uhalisia na watu na maisha. Kuishi mbali na baadhi ya shughuli za kawaida za kila siku kunaweza kuathiri kiakili, upweke wa kudumu unaweza kuondoa kwenye mstari huo. Ndo ujumbe ambao ulikuwa umeandikwa kwenye ukurasa wa Instagram. Ulikuwa umeandika kwa lugha ya Kiingereza, so I think hapo utakuwa umenielewa kwa ambaye unakuwa e, unasikiliza kwa, e, kwa, kwa masta wengi pia e, imekuwa ni ngumu sana kwa sababu kwa sasa hivi e, hata kwa kutokea hapa Tanzania huwezi ukamwambia platinum sasa hivi aende zake pale Manzese akaanze tu kutembea kuzurura zurura pale, lazima watu watajaa, yani lazima ataleta tu taharuki yoyote ambayo kila mmoja atatamani kumuona, atatamani kumpiga picha, hata huyu atamuita, huyu atamfanyia hiki, huyu atamfanyia hiki au msanii yeyote Ali Kiba ameenda zake Kariakoo kupiga zake miseli, eh, anakuta mara huyu anamvuta huku mara huku so usta umeweza kumuonyesha kwamba eh, Chris Brown pia unaweza ukaweza kukuletea kwa, ma, kwa, kwa kwa, matatizo ya yale ya, ya kiakili, kwamba unakaa sana ndani, kwa sababu huwezi kukua na na, na na umoja na watu ambao pia wanapatikana katika nje, au kuweza kushosholize na watu wengine ambao huwa wanapatikana eh, katika mazingira ya kawaida. So huwa na enjoy sana anavyokuwa akiwa eh, anafanya shows, kwa sababu pale ndipo ni sehemu pekee ambayo anaweza kukutana mashabiki zake, wakapiga kelele, wakaimba, wakafanya chochote kile, lakini sio tu tu ametoka zake tu, nje sasa hivyo anasema, ngoja niende zangu pale Ubungo nikapige zangu miseli, na kuwa ni uongo, ni uongo kabisa. So, ustaa, kwa namna moja ama nyingine, kwa baadhi ya wa wasanii pia unakuwa unawatesa sana, kutokana na maisha ambayo pia walikwisha kuyazoea kuisha hapo nyuma, lakini baada ya hivyo, haiko hivyo tena drop comment sana. Maoni yako yatakuwa ni poa kabisa lakini, pia ukilike, ukikoment, utakuwa umetisha kinomanoma.